Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Aprili 14, siku ya Jumatatu. Mada ikisema, bibi arusi mzuri. Ezekieli 16 inatuonyesha taswira ya kushangaza ya jinsi Mungu anavyowajali watu wake. Analielezea taifa la Israeli kama mtoto mchanga aliyetupwa, aliyeachwa uwandani ili afe. Anampeleka nyumbani, anamsafisha na anapokuwa mtu mzima kabisa anamwoa. Ni taswira yenye mvuto mkubwa ya ndoa isiyoelekea kutokea. Soma Ezekieli 16 aya 4 hadi 14. Maelezo kuhusu kuinuliwa kwa bibi harusi huyo yanatufundisha nini kuhusu makusudi ya Mungu kwetu? Mungu alimwambia Israeli kwamba chini ya utunzaji wake alikuwa na kuwa mzuri mno. Ezekieli 16:13. Mungu alipompata kwa mara ya kwanza, hakuna aliyemwona kuwa ni mzuri. Alikuwa mtoto aliyekataliwa miongoni mwa watoto wengine, aliyetupwa kwa matarajio kwamba angekufa, lakini Mungu alipojielekeza kushughulika naye akawa mzuri zaidi, hadi sifa zake zikaenea katika mataifa, katika siku za kwanza za wafalme wa Waebrania chini ya Daudi na Sulemani hii ilikuwa kweli hasa. Malkia wa Sheba hata alifunga safari maalum ili kujionea fahari ya Israeli. Uzuri wote wa Israeli hata hivyo ulikuwa zawadi ya Mungu. Alikuwa mzuri, sifa zake zikaenea katika mataifa, hasa kwa sababu alikuwa bibi harusi wake. Mungu anasema kwamba uzuri wake ulikuwa mkamilifu kwa sababu ya utukufu wangu. Ezekieli 16 aya 14. Hii ni mada inayojirudia katika Biblia, bibi harusi wa Mungu ni mzuri, si kwa sababu ya jambo lolote alilofanya, bali kwa sababu Mungu amemwaga fadhila yake juu yake na kumfanya kuwa hivyo. Vivyo hivyo waumini wanaonekana wazuri kwa makadirio ya mbinguni, si kwa sababu ya jambo lolote tulilofanya ili kuupata bali kwa ajili ya fadhila ya Mungu wokovu aliyotupatia kwa wingi. Sisi ni wazuri kwa sababu tumefunikwa na haki yake, haki ya Mungu mwenyewe, wa Korintho wa pili sura ya tano ya ishirini na moja. Hata hivyo yote yalikuwa mazuri mpaka aya inayofuata katika Ezekiel: lakini uliutumainia uzuri wako, ukafanya mambo ya kikahaba kwa sababu ya sifa zako, ukamwaga mambo yako ya kikahaba juu ya kila mtu aliyepita ulikuwa wake. Ezekiel 16:15. Tuliumbwa ili kuakisi wema na utukufu wa Mungu. Viumbe wa Mungu wanapodhani uzuri walio nao ni wao wenyewe, thamani ya uzuri huo inapungua na taabu inangojea. Kuna hatari gani kwa sisi kuutumainia uzuri wetu wenyewe? Yaani, tunawezaje kufikiri kwamba kuna chochote kwetu sisi wenyewe kinachofanya tufai kwa Mungu au kutufanya tustahili upendo wake. Tunawezaje kujilinda daima dhidi ya kiburi cha kiroho hii? Ni Aprili 14, mada ikisema bibi arusi mzuri. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.